Unajua kitu cha ajabu, tunaenda shule kwa miaka 16, tunafundishwa algebra, historia, fizikia, lakini hakuna mtu anayetufundisha jinsi ya kutumia pesa. Ndio maana unaweza kumwona mtu ana degree tatu, ana masters, ana kazi kubwa, lakini mwisho wa mwezi anaishi kwa mkopo. Sasa swali ni moja: kama elimu rasmi ingekuwa jibu la utajiri, kwa nini walimu wengi wanahangaika kifedha? Robert Kiyosaki kwenye Rich Dad, Poor Dad anasema hivi. Elimu ya kifedha ndiyo siri inayowatenganisha matajiri na maskini. Na leo tunachambua Lesson 2. Why teach financial literacy? Kwa nini kufundisha elimu ya kifedha? Na kama utasikiliza hadi mwisho utaelewa. Kwa nini mshahara mkubwa haukusaidii kama huna elimu ya kifedha? Siri ya kutofautisha kati ya mali, assets na madeni liabilities, na hatua unazoweza kuanza nazo leo kubadilisha maisha yako ya kifedha. Hebu fikiria, una baba wawili. Mmoja anakwambia soma kwa bidii ili upate kazi nzuri, na mwingine anakwambia soma pesa ili pesa ikutumikie. Ungefata nani? Robert Kiyosaki alikulia na baba wawili. Poor Dad, baba yake wa damu, profesa mwenye elimu kubwa aliona mafanikio kupitia vieti, mshahara na ajira salama. Kauli yake ya kila siku ilikuwa soma kwa bidii, pata kazi nzuri, lipa bili zako, kisha weka akiba kidogo. Rich Dad, mlezi wake, mfanyabiashara asiye na elimu ya darasani ya juu, alimwambia usifanye kazi kwa pesa, elewa pesa na pesa itakutumikia. Poor Dad alimfundisha kufikiria mshahara, kadiri unavyopanda ngazi ya kazi Ndivyo maisha yako yatakavyokuwa salama. Lakini Rich Dad alimfundisha kufikiria mali: kadiri unavyopanda ngazi ya umiliki wa mali, nyumba, biashara, uwekezaji, ndivyo uhuru wako unavyoongezeka. Robert akagundua kitu: mshahara haumaanishi utajiri, bali maarifa ya kifedha ndiyo msingi wa uhuru. Poor Dad alimwandaa kuwa mfanyakazi, Rich Dad alimwandaa kuwa mmiliki. Hapo ndipo safari ya financial literacy ilianza, si kujifunza jinsi ya kufanya kazi kwa pesa, bali kujifunza jinsi ya kufanya pesa ifanye kazi kwako. Robert Kiyosaki anatupa kisa cha Michael Jackson. Hebu tusikilize. Na mcheza kipeto, Michael Jackson, mfalme wa pop, alipiga mziki uliotikisa dunia, alijaza milioni ya watu viwanjani, akalipwa dola milioni moja kwa show moja, lakini kuna kitu hakukijua: elimu ya kifedha. Hakujua jinsi ya kusimamia mali zake hakujua tofauti ya mali na deni. Matokeo, pamoja na umaarufu na hela nyingi, mwisho wa maisha yake alibaki kwenye madeni makubwa na matatizo ya kifedha. Mcheza kipeto sasa, fikiria mcheza kipeto wa kawaida mitaani, ambaye hutozwa shilingi kidogo kila mtu akimchekesha. Huyu sio maarufu, hana mashabiki duniani kote, lakini ana kitu kimoja Michael Jackson hakukijua Financial literacy. Fedha zake chache anazozipata anazibadilisha kuwa mali, nyunga ndogo za kupanga, biashara za mitaani, au hata hisa ndogo. Kadiri siku zinavyopita, mali zake zinamletea kipato pasipo kutokwa jasho kila siku. Funzo: si kiasi cha pesa unachopata bali ni kiasi cha pesa unachoweza kubakisha na kuizalisha. Umaarufu unaweza kuisha, mshahara inaweza kusimama lakini mali zinazozalisha pesa ndizo siri ya uhuru wa kifedha. Rich Dad alimfundisha Robert somo moja kubwa: mali assets, kitu kinachoweka pesa mfukoni mwako; madeni liabilities, kitu kinachotoa pesa mfukoni mwako. Mali inaweza kuwa nyumba ya kupangisha, hisa zinalolipa dividends, biashara inayojiendesha, intellectual property, kitabu, mziki, patenti. Madeni ni gari la kifahari lisilozalisha kitu, nyumba unayoishi yenye mikopo mikubwa, kadi ya mkopo zinalokula riba, lifestyle ya nahasa. Siri ya matajiri: wanajaza kolam ya mali, maskini hujaza kolam ya madeni wakidhani ni mali. Sasa wewe utafanyaje? Moja, anza kusoma vitabu vya kifedha Rich Dad Poor Dad, Intelligent Investor, Atomic Habits kusaidia tabia zako. Mbili, jua tofauti kati ya mali na madeni. Kabla ya kununua kitu uliza, hiki kinaniwekea pesa au kinanitoa? Tatu, anza ndogo lakini anza. Usisubiri milioni. Hata kuwekeza kidogo kwenye biashara ndogo au hisa ni mwanzo. Nne, jifunze kuhusu cash flow. Elewa wapi pesa zako zinapita. Tano, tafuta mfumo. Shirikiana na watu wenye maarifa: accountants, investors, mentors Maoni kutoka Fikra Chanya: somo la pili la kitabu cha Rich Dad Poor Dad ni wazi kabisa, bila elimu ya kifedha mshahara mkubwa hautakusaidia. Matajiri wanajua kusoma lugha ya pesa, assets na liabilities. Wewe pia unaweza kujifunza na kuacha mbio ya rat race. Swali ni moja kwako, utaendelea kukimbiza mshahara au utaanza kujenga mali yako leo? Usisahau kufollow na subscribe Fikra Chanya kwa sababu kwenye lesson 3 nitakuletea somo linalobadilisha kabisa mtazamo wako: Mind Your Own Business. Jenga biashara yako mwenyewe. Hapo ndipo siri ya uhuru wa kifedha ilipo.